Umefaulu kwa kiwango kipi? Kidogo akaribie wani. Namkumbuka binti huyu, changamoto alizokuwa nazo kuna kipindi alikuwa anarudi toka shuleni audi nyumbani, tumbo lake lina shida, lakini kwa ngumim mimi, mimi hii ni shuhuda kubwa, shuhuda kubwa two, kumi na nane. Maana yake ni kwamba amefanya Shule. Shule yoyote sijui, labda mimi, kwa sababu anabebwa na jinsia kwanza, sijui mnaelewa. Shule yoyote anafanyaje bila maswali? Sasa tuambie, imekuwaje mpaka umefaulu? aabake uzungumze <laughs> kidogo Yaani ulizungumze kidogo. Unajua safari hiyo mtoto mnaijua, toka nilipokutana naye ilikuwa sio jambo rahisi. Kunipanda wa elimu ndio maana wa elimu atafaulu, tukasema amina. Sasa amefaulu, jamani. Yesu yupo, tumeona kazi zake. Kuna kipindi huyu mama alipitia matusi, wakasema huyu mtoto atafanya nini atafeli? Anamlea dia jili jili wiki, alipitia matusi sana, katukano sana, wengine wapendwa, sema wapendwa, wapendwa sana kwa akili Leo Mungu amewaziba mdomo. Amina. Kila mmoja anasifia sasa. Mimi nisema hii, natakiwa iwe moja kwa moja mpaka chuo eh, aende chuo mwimbaji mwenye digiri, hapo vipi? aende pale atusaidie baadhi ya mambo. Mimi nachoamini, hata kama mlikubali, niamini, si wapotezi si wapotezi, si wapotezi. Hapa ndani ninawahimiza kufanya kazi ni kweli, sio kweli? Hapa ndani ninawahimiza watoto wenu wasome kwa bidii ni kweli, sio kweli? Sasa huyu mtu ambaye anahimiza watu wafanye kazi, watoto wasome, huyu mtu bado nakuwa na mashida naye na mashaka naye, itakuwa ni tatizo lenu. Kwa hiyo mama aseme kidogo, ila usiseme uliokuwa na tukano sasa Sema tu mengine. <laughs> Changamoto zilikuwa ni nyingi, sasa zimeisha. sisi tutawajibu kwa mafanikio sisi tutawajibu kwa uzima, sisi tutawajibu kwa matendo. mm. Na shetani apeleke salamu. Hata we ungeulizwa, katika akili ya kawaida, Mariana atafaulu, ungesemaje? Alafu ungeulizwa, ungejibuje? yuko shule kayumba day dei, si ndiyo? kayumba school lakini amefanya vizuri na leo katika maisha yake itakuwa ni sehemu ya historia, na atafanya vizuri mtihani ule wa kidato cha sita na mtaona. Nyenda na watoto wenu wote wafanye vizuri wafanye vizuri. Naomba niwaambie, hata mimi baba yenu nina watoto wa damu kabisa na nyama, nao wanasoma. Hata mimi baba yenu pia ninawaombea. Sasa na wewe usiache kumwombea mwanao juu ya elimu. Hapa katikati tukuwa na mtihani na ufomtuni kweli Sasa nimerudi nyumbani, ananiambia baba, matokeo yametoka. Sasa mama yake akanipigia simu, mwanao analia. Nikasema analia nini? Anasema matokeo haya sio ya kwake. Nikamwambia kwani alivyoona kwenye mfumo ameona inaandikwa nani? namba ya kwake ile number sio ya kwake sasa mi nikataka nijue ana mepatapataje, mpaka anasema matokeo sio ya kwake. Ananiambia amepata divisheni one ya nane, na anasema sio. Nikasema ana akili ana nini? Hiyo sio kweli, sio ya kwake, itakiwa divisheni one ya saba ea. Nae, nae. Watoto wenu kuna elimu, yuko mwanangu mmoja anasoma, ulikuwa unasoma masomo gani fano, akwambia sasa. Nani unafanyaje sasa hivi unafanyaje? Njoo kwamba masomo aliyokuwa anataka kusoma sasa hawezi kusoma kwa sababu uwezo wake umefanyaje? Umeshuka. Mimi nilipomwombea hapa aa, nikamwambia nenda kamwambie mwalimu yale masomo ambayo nilikuwa sisomi, nataka niasome. Toa sauti sasa, ndio asikie. ehe. ehe. Anasema kwa njia sahihi naomba usome science kwa sababu ni fosome, fosiri, kusoma form 3 form 4 sasa nimeambiwa nianze kusoma. Na wewe kwa nini? Mimi mimi nilikuwa napenda sana nasema ya science ni doctor doctor. Ayo mifugo tanani. Leo tunafuta mifugo yeah.

Sasa mefurahi. <coughs> Me eh, sasa nitaombea nakuombea baadaye. Naomba niishie hapo, kuna shuhuda kidogo kule.